Anaga ni kuombe mwana wa Mungu kwa habari ya kibali. Baba, katika jina la Yesu Kristo ali hai, mtazame mtoto wako huyu, we Bwana, najua ya kwamba juu yako umeweka kibali, umeweka kibali kwenye biashara, umeweka kibali kwenye kazi umeweka kibali e Bwana cha kukubalika, lakini Mungu, imefika mahali inawezekana kibali chake kimekuwa hakionekani, hakionekani kwenye biashara, hakionekani kwenye kazi, hakionekani kwenye mambo yake. Imefika mahali kuna maeneo haonekani, imefika mahali kuna maeneo hakubaliki. Nami natangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu ya kwamba Mungu li hai kile kibali ambacho we Bwana uliweka ndani ya mtoto wako, kile kibali ambacho we Bwana ulikusudia juu ya mtoto wako, natamka kwa mamlaka ya jina la Yesu hicho kibali kirejeshwe, hicho kibali kirejeshwe, na chochote ambacho kinasimama ulimwengu wa roho kama zuio la kuzuia kibali juu ya mtoto wako, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye kazi, iwe ni kwenye isha yake baba, kwenye kila eneo ambalo Mungu adui amefunga kibali chake, nami natangaza kuanzia sahii ya kwamba hicho kibali kikaachiliwe, hicho kibali kikaonekane juu ya mtoto wako. Na kuanzia sahii kibali ambacho Mungu umeweka juu ya maisha yake kikashiirike, kikaonekane kwa namna isiyokuwa ya kawaida, maeneo ambayo aliyokuwa akubaliki akakubalike kuanzia saa hii Baba, chochote ambacho alikuwa apati kibali anapofanya, kuanzia saa hii anapokwenda kufanya akaone kibali chako katika jina la Yesu Kristu ali hai. Asante Mungu kwa kuwa ninaamini hicho kibali chako juu ya mtoto wako huyu umeachilia saa hii kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo ali hai, amen. Mungu akubariki sana.